Kupitia chupi hii, ninahitaji huyu Lidia apate shida, ateseke katika maisha yake, asipate nafuu, apate mikosi isiyoisha, na hata katika ndoa yake kusiwe na mafanikio yoyote. Nahitaji apate kichomi tumboni mwake kisichoisha Kupitia chupi hii ninahitaji huyu Lydia apate shida, ateseke katika maisha yake, asipate nafuu, apate mikosi isiyoisha na hata katika ndoa yake kusiwe na mafanikio yoyote. Nahitaji apate kichomi tumboni mwake kisichoisha chenye maumivu mara mia moja, apate piriodi isiyoisha, asielewane na mtu yoyote katika huu ulimwengu, hata wale wa ndani mwake asielewane nao hata mume wake asiwe na maelewano naye na asifanikiwe kupata mtoto katika maisha yake yote mpaka anakufa. Na hata kwa ndugu zake yeyote atakayejaribu kumsaidia, naye alimpate tatizo, na hata akijaribu kupewa msaada, huo msaada usimsaidie kwa namna yoyote ile. <laughs> Lidia. Lidia. Lidia. Lidia. Sasa, mganga, unapiga makelele, watu watatusikia. Usinifundishe kazi hii, ndio kazi yangu inanieka mjini. Kama hutaki kazi na mimi, bora tuondoke tufunge mjana. Mm -mm. Unataka hivyo, mm -mm. Nimekwita mara tatu, naomba unielewe. Kama uko nyumbani na hili tatizo likupatie nyumbani kwanza, kabla hujala au uima umekula. Naomba hili tatizo anaisema huyu binti likupate chapu kwa haraka, na liamuru liende likakukute ukouko, balaa. Naomba kwanza chupi yake Ijubi. Inanukia ngono, inanukia uzinifu, uzinifu mkubwa sana. Ina maana huyu ni mchafu, ina maana huyu ni mchafu, ni mchafu yani wa nguo, ni mchafu wa kila kitu ishikew kwa. Na, na kulongela ndodo sawa na kulongela vino na mizimu ya nyumbani imekusikia imekutegeleza imekutegeleza imekutegeleza, ime mkulu sawa. Na huyu yadia ditamkuta tatizo na mume wake ima mume ima bwana ima bwana wake itamkuta tatizo, tatizo baya sana. Kazi yake nayo itafungwa, na nyumbani watarudi, wataishi maisha magumu sana. Paka ndapo wewe unavokuja kwangu ndo tatizo itawapungua itawa, ila kama una tatizo. Wengine sema, kijana wangu, na kusikiliza. Mama, sina tatizo, ila naomba ni kuahidi, mganga, ikitokea haya tuliyoyafanya hapa yakakamilika, nitakuletea zawadi nono sana kilingeni kwa. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mizimu imekusikia, mizimu imesikia na imani ilo tatizo imakuta na hiyo kilinge kwangu, na ukija na hiyo zawadi nitaipokea, nitaipokea. <laughs> na mtu kama huyu amelala, awezi si kuamka, awezi si kutembea, awezi si kula, awe si kila kitu na redia itamkuta, itamkuta tatizo hilo piliodi. Atakaa hiyo piliodi isiyoisha, ataenda kwenye wataalamu wote, ataenda kijijini kote, kwa kwangu mimi, mimi mimi ndio sesekala, sesekala, hakuna mtu yoyote hata niweza katika kijiji hiki, labda uje wewe uje kumuonea huruma na imani yako. Ila kabla kwenda yote, nakupa sharti, sharti ya hiyo chupi ukaifunge misituni, mfungo saba, mfungo saba, naomba usi usiveli kwenye hilo na ukiveli tatizo na kurudia wewe, na utakuwa takuwa nuksi kwa watu, haupendwi ata kama unataka mume. Mimi nitakusaidia sawa. Mganga, na fanyaya yote kwa sababu ninamchukia sana huyu Lidia kwa sababu yeye ni msaliti.

Asubuhi ya leo nimeshikwa na maumivu makali sana ya tumbo kiasi cha kwamba mimi mwenyewe nimeshindwa kujielewa. Nimefikia hatua leo hadi nikashindwa kutembea kwa wakati huo, na maumivu kama haya yakija kurudia, na hisi kiumbe changu tumboni hakitokuwa salama. Kuna hatihati hati ya kiumbe changu kutoka na mimi naogopa sana hiyo kitu kisije kikamtokea dani. Yani hapana, nduu yangu, yaani wewe ni mga, no? hmm. hapana, wewe ni mga, kwa sababu ni miuga wako tu sababu nyumba yako kwa ya kwanza, ila tatizo kama hilo wazito wote waga nawatokeaga tatizo kama hilo mona, ila sema wewe kwa sababu wewe bado imbao sababu ni ya kwanza, lazima uwe na wasiwasi unauoga, lakini amna shida yoyote ya kuingia, kaa tu sawa. Lakini dada, soko tumbo lili, tumbo limeniuma sana, limenikata sana mpaka nikajisi leo ndo naaga dunia kwa mara ya mwisho. Mimi naomba jambo moja, kama kuna dawa yoyote unaifahamu ya hili tatizo au unayo Nambo nisaidie ili kuimarisha usalama wa kiumbe changu tumboni. Dawa ntakupa, ila ila ilamashida yote ntakupa dawa, mdogo wangu, tasijali. Natamani yani kiukweli natamani kuwa kuwa kama wewe. Yani kwa ufupi, natamani kuwa mama kijacho, sema ndo hivyo tena. Sijapata mwanaume wa kutulia. Kila mwanaume anayekuja anapita, kila mwanaume anayekuja anapita, na kiukweli sitaki kupata yani kupata mtoto na baba tofauti. Nahitaji mtoto na baba mmoja, nitulie ndani na mwanaume mmoja kama wewe ulivyo na mume wako. Mwanaume ukimuona leo, unakuja unamuona mwakani. Ni vile tu unavumilia kwa sababu nina kiumbe chake tumboni, lakini isingekuwa hivyo hmm. Hata na mimi uvumilivu, kuna muda unanishinda. Mi nachoomba tu akienda akirudi akiwa salama kwangu, alhamdulillah hmm. Yani wewe, laiti ungejua hapa nilipo, natamani hata kumpata huyo mwanaume ambaye naweza nikamuona leo alafu tena nikaja kumwona mwakani ili mradi niwe na uhakika ameniweka ndani, yani aniweke ndani nitulie, niwe na uhakika ha, yani wewe huko nje ni kugumu oh. hmm. Akiru, mi nachomuomba Mungu tu nijifungue salama, yeye akienda akirudi akiwa mzima mikongo alhamdulillah. Na sijui kutumboni kuna kiumbe gani, sijui cha kike, sijui cha kiume, anajua Mungu ila mi nachoomba kiwe cha kike. Nikizawa kike nitampenda huyo, hmm. Nitamjali, atavaa nguo za gharama, nitamnunulia kila kitu cha thamani. Ah bana, awe wa kike awe wa kiume, si yoyote ni sawa kwetu, yoyote atakayekuja ni riziki. Sawa, lakini vipi tumbo? Tumbo kama hili linauma sasa hivi tena? Ebu basi, pole, ni kazi uende, itakaa sawa baba. Lidia, vipi sasa, nisaidie. Sawa, najua, lakini jaribu kwanza kujikaza kidogo, vumilia. Pole basi na wewe mwanangu Lidia, vumilia kidogo, itakaa sawa baada ya muda. Pole jamani. Tulia basi, tulia. Pole <coughs> kidogo basi, nawe pole. Ndio unajua, najaribu basi. Pole <coughs> Mganga, mbona mimi sielewi? Naona mambo yanaenda tofauti na nilivyohitaji. Lidia ameumwa sana tumbo kiasi kwamba amezimia. Sasa mbona kama huyo mtu anataka kufa, na mimi sio kitu ninachokihitaji. Ninachotaka mimi nataka ateseke, kufa sio suluhisho. Hapana, mimi hapa sina uwezo wa kumsaidia, sina uwezo wa kumsaidia, mwache afe. Hapana mganga, mimi sijahitaji hivyo, nahitaji aumwe tena, apate maumivu makali, yaani kikubwa ni kuteseka tu na sio kufa. Nakumbuka nilikutuma wapi? Porini kaifunga mifungo mingapi? Saba. Sasa na ule Ledia, kabla ya kukwambia kwenda na ule Ledia pale alipo, amezimia tu, ila endapo tukachelewa Ledia tutamkosa Nenda polini, kafungue mfungu. Endapo ukachelewa, ledia duniani hayupo tena. Sasa sawasawa, basi namana, akuna mda wakupoteza. Unabidi uelekee huko chap. Nenda, nenda, nenda. Amuru kufunga chupi hii katika mti huu. Ninawaomba hivi sasa, nimekuja hapa sasa, naawezi kuamka tena. Ninachokihitaji ni ateseke na sio kufa, hivyo nitalegeza kamba moja, ili naye apate nafuu. Sitaki afe, ninahitaji ateseke, tena ateseke sana. Nina imani maombi yangu yatakuwa yamesikika. Na ninategemea ninavyorudi nyumbani, nitakuta majibu tofauti. Nataka ateseke. Mwanangu, usiseme hivyo. Hiyo ni hali ya kawaida hasa kwa mtu ambaye ana mimba changa. Basi bana, hiyo ni hali ya kawaida ambayo inampata mtu yoyote ambaye ana mimba changa